kuwafundisha namna ya kutumia vizimia moto vya awali ambazo ni fire extinguisher. Kwa hiyo kwa zoezi hili si kwamba limeishia hapa, bali zoezi hili liendelee, tutaendelea kutoa elimu sehemu mbalimbali, na kesho tutaendelea na hili zoezi, na kesho kutwa tutaendelea tena sehemu nyingine, lakini ni maeneo hayo ambayo tumeyataja ni shule za sekondari, za msingi na zahanati, vituo vya afya, hospitali ya wilaya vituo maalum vya watoto wenye mahitaji maalum na ofisi ya mkurugenzi jeshi la zimamoto kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi ulipita kwenye baadhi ya taasisi kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa miundombinu na kuangalia miundombinu ya, ya kupambana na masuala ya moto, je, ipo na baada ya hapo, ofisi ya jeshi la zimamoto mkoa wa Tabora ilitoa taarifa na kuweza kutoa maelekezo, hivyo sasa hivi tuko sasa kwenye kipindi cha utekelezaji wa yale maelekezo, kutoa mafunzo lakini vile vile taasisi ambazo zimeshanunua ile mitungi zitaweza kuwekewa ile mitungi ya kuweza kuzimia moto, lakini vilevile zile hadhari zote kama ni fire blankets, kama ni fire alarms, kama ni masuala ya sand buckets zote nafikiri waishaelekeza. Hivyo nitoe rai yangu kwa zile taasisi ambazo tayari zimeshapokea taarifa ziweze kuzingatia kuweza kununua vile vifaa na kuweza kuhakikisha vinakuwepo katika mazingira ambayo jeshi la zimamoto limeweza kushauri. Moto Boniface natokea shule ya sekondari Mlogoro wilaya Skonge. Leo tumetembelewa na wageni wa kutoka jeshi la zimamoto, wametufundisha kujikinga na kudhibiti moto. Kwa majina naitwa Anwar Ibrahim Ali nasema shule ya sekondari Mlogoro iliyopo wilaya ya Sikonge, leo tumetembelewa na jeshi la zimamoto, wametufunza jinsi ya kuzima, jinsi ya kujikinga na kudhibiti majanga ya moto.